Kwenye magonjwa haya, kwa mfano, ugonjwa wa kisukari. Ndiyo. ni ugonjwa ambao kwa kiasi fulani unaweza kuchangiwa na lifestyle mm. Sawa, jinsi yeah. tunavyoishi hasa mm. kwenye upande wa vyakula mm. sawa mm -hmm. kwenye eneo la vyakula, vyakula vingi ambavyo tunaita carbohydrates mm. ambavyo end product yake inakuwa ni glucose mm -hmm. sawa <laughs> end product yake inakuwa ni Sukari, ndiyo. Mm. Vya vya mm. ni sukari ndio, sawa na tukisema vyakula vya carbohydrates ni vyakula vya kama wanga, mm -hmm. kama vya wanga mfano kama tunavokula ugali tunavokula wali tunavokula mm. ngano, kwa maana ngano za kwenye chapati si mm. kwenye maandazi sawa? Ndiyo, tambi, vyakula mm. vyetu eh? Kabisa, na hivyo tunakula karibia kila, kila siku, siku hey. Asubuhi, mchana, jioni. Kama ukiepuka kimoja, lazima utakula hiyo vyakula end product yake yani vikishaingia mwilini sawa, baada ya process mzima za mwili na nini, hatua mm. ya mwisho kabisa zinatengeneza kitu sawa, kinaitwa glucose, hiyo sukari. Sasa mm -hmm. Ehe. kwa hiyo inapokuwa kwa kiasi, kwa kawaida binadamu lazima awe na sukari mm, lakini kuna sukari ile ya kawaida, afu kuna ile sukari ambayo ni hatari, ambayo inakuwa imepitiliza. Yes. Sasa mm. kwenye mtu tunafika hatua kusema kwamba huyu ni mgonjwa mm. wa kisukari mm, kwa sababu sukari yake imepitiliza, haipo kwenye range ile ya kawaida. Ndio. Sijui unanielewa. Nakuelewa kabisa. Sasa Uh, kwa matumizi ya vyakula hivyo akashapata ugonjwa wa sukari, dalili mm. ambazo zinaweza kujitokeza sasa ndio niende kwenye jibu eh? mm -hmm. kama ulivyoniuliza sawa, mm -hmm. dalili, kwa mfano mtu anaweza kuwa na anakojoa sana. okay. anaweza kukojoa mara kwa mara, hiyo ni kisukari pamoja na moyo au ni kisukari pekee? Mara nyingi hizi hivi vitu huo vinashabiana, ehe, yes, vinakuwa na mzunguko fulani hivi ambao unafanana sawa, ehe. Kwa hiyo mtu anakojoa sana kwa sababu gani Sukari inapoingia mwilini sawa, mm. inatengeneza hali fulani ya mzunguko kwenye mwili wake sawa, na la, hivyo inalazimika kwamba kwa sababu sukari ni nyingi sawa, inatakiwa ipunguzwe upu, sawa, sawa, sawa ili lirudi kwenye mazingira ya kawaida mm. sawa, kwa wakati huo ini maini nao wanafanya kazi mm -hmm. sawa, kwenye maeneo ya mapafu yake anafanya kazi moyo mm. wake unafanya kazi sawa. mm. Yes, lakini pia kidinability yake pia nayo inafanya inafanya yes. kazi. Mm. Kwa hiyo kwenye yule mchakato wa kutaka kuipunguza sukari mm. ndio mtu anapata hali ya kukojoa sana. Okay. Sio, inaendelea hapo. Mm. Anaweza akapata labda kuvimba miguu, mm. sawa, anaweza akapata heart attack au anaweza akapata stroke. Mm. Yes, kwa hiyo ndio matatizo ambayo yanaweza kujitokeza kwenye mazingira kama hayo. Sawa, so, tumezungumzia hapa umetaja hapa baadhi ya vyakula ambavyo mtu kama akila vinaweza kupelekea hatari hiyo. Uh, ni ulaji upi sasa ambao ni sahihi ambao unaweza kusaidia kupunguza hatari ya magonjwa haya yasiyoambukiza? Um, eneo hilo sasa la chakula uh -huh. Wako wataalamu wenyewe <laughs> ambao wame mm, wamebobea, sawa, yes, uh -huh. Wamebobea uh -huh. Lakini kwa faida tu ya mtazamaji uh -huh. nadhani vyakula vina mtiririko mm -hmm. Sawa mm -hmm. Ah, pengine mfano mzuri ni mtiririko kama wa mlima hivi. Sawa mm -hmm. ile piramidi yake mm -hmm. kama ya mlima. Kwa hiyo kwa hiyo kwamba kuanzia chini mm -hmm. unakula unakula sana huko chini, sawa, afu unakula kwa kiasi hapo katikati, afu naenda kumalizia kula kidogo zaidi kule juu mm -hmm. sawa. <laughs> Kwa hiyo kwa mfano hapa chini ukiwa unakula ngano ngano hizo. Sawa mm -hmm. kwa hiyo mchana unakula labda matunda mm -hmm. labda na pisa sio janaio, ehe, ehe. Unakula hivyo mm. Sawa, afu jioni kama maziwa maziwa mm. Eh, na vitu fulani ambayo ni fluid zile mm. Sawa, eh mtindi na nini basi, labda kama na matunda kidogo utakula hapo, lakini hizo ndo zinakuwa tunaita balanced diet mm. Yes, kwa balanced diet ni muhimu sana na ukirudi hata kwenye upande yeah. wa takwimu unaweza kukuta kwamba ugonjwa wa sukari mm. watu wengi wanaopata kwa sababu ya uh, namna jinsi wanavyo kula hmm. sawa hmm. ulaji wa vyakula vyetu. Sawa, kwa sababu mara nyingi sana kwa nchi kama zetu za, za, za Afrika na ukwetu hata hapa hmm. Tanzania, si ndio hmm. Uh, tunakula sana wanga hmm. Sawa, tunakula sawa. sana wanga kuliko mtu ukimuuliza umekula matunda lini, sawa, anaweza kukwambia <coughs> eh, mpaka daktari yaani. eh, mpaka daktari aseme umekula mboga za majani okay. hmm. lini yaani, inawezekana asikwambie nimekula lini mboga za majani sawa, yani, yani sawa. unywaji wa maji pia Sawa, mtu amekunywa maji glasi ngapi kwa siku, unaelewa? mm. Ehe, vitu kama hivyo sasa, unaweza kujiona kwamba ah, bwana mimi sili sana eh, wasema mimi sili sana lakini vyakula unavyokula sasa. Eh, lakini unakula nini? mm. sawa mm -hmm. kwa sababu mwili haujengwi na aina moja ya chakula. mm. sawa mm. e, mwili wetu una una vitu vingi sana mpaka... hmm. baadaye sisi tunaweza kutembea, tunaweza kuzungumza, tunaweza kufanya shughuli zetu za kila siku hmm. sawa hmm. kwa hiyo ule mchanganyiko wa chakula na namna jinsi tunavyokula ndio hmm. unakusaidia wewe kuweza kufanya nini, kurekebisha mwili wako na kuepukana kwe na hayo matatizo kama magonjwa yasiyoambukiza hmm. yes.